Baskofu, naomba sasa nichukue nafasi hii kukaribisha ili wasalimie washarika. Karibu Baskofu. Bwana Yesu asifiwe, pendwa babadini Mchungaji Frenki Tangi, pendwa Katibu Mkuu Madiga, pendwa wakuu wa majimbo ya dasi yetu, apendwa wajumbe wa halmashauri kuu, wachungaji wenzangu, wainjilisti watumishi wote wa ofisi kuu wakiwepo wakurugenzi na washarika wote wa kanisa kuu. Bwana Yesu asifiwe! Kweli ni siku ya furaha kuu katika kanisa kuu katika siku hii kuu mahali hapa kwa matendo haya makubwa ambayo yako mbele yetu ni e, nipende kuwashukuru ninyi washirika wa kanisa kuu kwa maandalio. Maana mara nyingi nyie ndio mnaoandaa matukio haya, na hivyo, chaplain na timu yako nzima, tunapenda kuwashukuru na kipekee baba dini kama mchungaji kiongozi wa kanisa hili kuu. Labda nianze na lile la kiti ambalo tumeanza nalo, tunapenda kushukuru na tutamwandikia barua rasmi ya shukrani kutoka ofisi ya diocese kumshukuru yule msharika aliyejitoa sadaka yake. Sadaka huwa haiandikiwi barua, lakini kwa kiti cha kathedro tutaandika barua. Bwana asifiwe sana, maana amefanya kazi kubwa. Na labda nieleze maana, maana ya neno kathedro inatokana na kiti cha askofu, maana chenyewe kwa Kigiriki kinaitwa kathedra. Kwa hiyo katedro inatokana na neno hilo katedra, katedra ambapo ndipo e, ibada zote zinapofanyika zikiwakilisha hiyo dayosisi nzima. Sasa hata kama uko mahali pengine wakachonga viti vikubwa zaidi kuliko hiki, bado katedra inabaki hapa katedro. Bwana Yesu asifiwe e, kwa hiyo watu wajue tu hivyo kwamba hivi katedro ni nini. E, wengine hata majina kutamka vizuri. Nimesikia mwingine anaita Kasido. Vyovyote unavyoita, lakini anatokana na neno Kasedra. Najaribu kutafsiri hapo neno la Kigiriki ambalo ndio maongozi ya kanisa yalivyoanza katika historia nzima ya kanisa hadi sasa. Kwa hiyo nawapongeza nyie wa kanisa kuu kwa kuwa mnaendelea kutunza Kasedro hii ambayo ina nafasi hii kuwapongeza wenzetu wa usharika huu, vijana wetu wa Kipaimara wamesimama. Hebu simameni tena niwaone vijana wenye furaha kubwa, simameni tena, shangilieni. Wazazi wao wapo, hebu wazazi wasimame. Niombe wazazi Oja. watoto wengi wazazi wachache <laughs> Ule usharika mmoja tulipokwenda, wazazi wao wanasema no, wazazi leo hawakuja wanapika. Ambalo kupika ni jambo zuri, lakini nafikiri zuri zaidi ni la kuleta watoto hapa ibadani. Bwana asifiwe sana tuna, tena wakiongozwa na mchungaji mchungaji Karata na mama wakiongoza kundi hilo la wazazi siku ya leo. Hebu wadhamini wa ubatizo wasimame. Wadhamini, tuna wazazi, watoto wanapobarikiwa, tunawadhamini, basi mkae na msitoke mpaka kule mwishoni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 kwa mipango mizuri aliyoiweka mpaka wakamaliza. Bwana akubariki sana, hebu mshangilieni kutoka Pedro. Asante sana, na mkuu wa jimbo, msimwache mkuu wake wa jimbo, nimpe mkono, maana ndio jimbo walioanza walio <laughs> barikiwe sana mkuu wa jimbo, na baadaye mkuu wa jimbo akasema sio hao tu, kuna rutindi inakuja. Hey, usimnajua lutindi inayoko na nguvu tofauti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 niwaletee salamu kutoka kwa mkuu wetu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Baba Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa. Tulikuwa kwenye mkutano wa maaskofu wote wa KKT kule Karatu kuanzia Jumatatu mpaka juzi siku ya Ijumaa, na ametutuma salamu nyingi za Christmas na za mwaka mpya na kuwashukuru kwa jinsi mnavyojitoa kwa kazi ya Mungu ninyi wana KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki na kuatia moyo kuendelea kufanya hayo. Kuna mengi yaliyozungumzwa pamoja na katiba yetu ambayo itakuwa ya umoja wetu, ina mambo mengi ambayo yanakuja katika wakati wetu. Lakini kabla ya mkutano ule, tulikuwa na mkutano wa jukwaa la wanamuziki wote wa KKKT ambao mkutano ule ulifanyika pale Arusha na mimi nilihudhuria nikiwa mlezi wa jukwaa lile. Katika mkutano wetu tumeendelea kuweka taratibu za uimbaji katika diocese zetu na kanisa la Mungu. Siku hizi kumeingia mambo mengi sana katika uimbaji wetu e, kuna ibada yetu tumeangalia kwa asilimia kubwa ya ibada, kama ibada ina masaa mawili, ukiangalia zaidi ya saa moja hata na zaidi kidogo, ni kuimba imba tu, mara litugia mara nyimbo, si ndio? Maana kwa zote zitaimba hapa. Kwa hiyo ibada zetu zina kuimba kwingi kuliko haya matangazo tangazo na vitu vichache. Kuimba. Na kwa hiyo kuna mambo mengi yanaibuka siku hizi, lazima watu waimbe katika taratibu zilizowekwa, taratibu zetu za kanisa. Maana ibada, kipekee ibada ni kumsifu Mungu tu. Praise our God. Ndio, ndio kazi ya ibada, ku praise, kumwimbia Mungu. Kwa hiyo tuendelee kushika habari ya ibada zetu ili muziki katika kanisa uendelee kuwa chachu kubwa ya kumfanya mwanadamu amwabudu Mungu wake katika roho na kweli. Wameibuka wanamuziki wengi katika nyakati hizi na ubangaizaji wa kutosha, kwa hiyo umejiingiza humo hata utunzi wa nyimbo zetu hizo, nyimbo hizo zinazoimbwaimbwa tu ambazo hazina ujumbe uliojaa vizuri ni watu wanazunguka zunguka tu, hakuna ujumbe wowote hasa. Kwamba tuna ujumbe gani hapa, unashindwa kupata. Tutakuja labda na maelekezo ya kanisa kikamilifu, ili uimbaji wetu uendelee kuwa uimbaji ambao unamtukuza Mungu, lakini na ujumbe ule ambao unapasa katika kanisa. Baada ya kusema hayo, katika ibada hii, kama tulivyoambiwa, tuna jambo kubwa la kuingizwa kazini wajumbe wa halmashauri kuu, ambacho ndio chombo cha juu cha maamuzi katika dayosisi, ambacho kinawakilisha mkutano mkuu. Na hapa wapo wajumbe wa halmashauri kuu, nitaomba kuwatambulisha kama wajumbe. Niombe kuanza kutambulisha hawa wafuatao, Bwana James Buke asimame kikutambulisha, usikae, uendelee kusimama hivyo hivyo. Bibi Mese Mushi ausimame. Bibi Anet Ishengoma. Tuna Mwalimu Mariam Mbambo, Bwana Justin Senkoro, Mwinjilisti Rafael Lubwaza, Bwana Agre Pius Kivamba, Bibi Alinda Lema, Mwalimu Samuel Tupa, Bwana Bright Mshana Bwana Matayo Jali. Bwana Tumilai Mgonja. Mwalimu Rafael Maka. Mwinjilisti Esther Shekuli. Mwalimu Wanyemi Ruben Mdoe. Mwalimu Huyu ni Bwana Amani Lwoga, Dr. Lwoga, kutoka Bumbuli. Bwana Richard Eimbuguni. Mwalimu Rafael Mrisho. Bwana Emmanuel Veso. Mwalimu David Ngoda ambaye ni mwandishi. Pamoja na wajumbe hawa, sasa kuna wanaoingia katika nafasi zao ambao e, ni Mwalimu Julius Madiga pausima. CPA Peter Singano, mkuu wa jimbo e, Isai Mweta, mkuu wa jimbo mchungaji Charles Kakai, mkuu wa jimbo mchungaji John Ndimbo Mkuu wa jimbo mchungaji Ismail Ngoda, mkuu wa jimbo mchungaji Anderson Kipande, mkuu wa jimbo la diaspora mchungaji Tumaini Kalage kule Uingereza, yeye hakuweza kufika. Lakini pamoja na baba dini mchungaji Frank Mtangi, sisi kama viongozi wa halmashauri kuu, lakini hawa ndio wajumbe wa halmashauri kuu. Hii ni timu ya maamuzi katika dasi yetu. Hebu wageukieni washarika wao na ndipo washangilie na kuwapigia vigelegele shanglinji. Asante sana. Nafikiri wengine na wanashangaa, mbona wakina mama wana sare? Tuliamua hivyo kwamba sare wakati huyo za kina mama, kina baba ni sare wakati ujao. Naomba watu namshukuru Mungu sana kwa kundi hili ambalo leo kama tunavyoingiza makundi ya maongozi katika kanisa kazini kama walivyo wazee wa kanisa na makundi mbalimbali, leo wanaingizwa kazini kama wajumbe wa halmashauri kuu. Tuendelee kuwaombea kwa wajibu wao mkubwa wanaofanya wa kufanya maamuzi kwa niaba ya mkutano mkuu ya maendeleo ya kutathmini kazi za dayosisi na utendaji mzima wa kazi ya Mungu. Mungu atubariki sana, naomba mkae tutaweka mbele pale baadaye zaidi tunapowaingiza kazini. Naomba mkae, santeni. Na huu ni mwisho wa matangazo yetu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana apewe sifa. Basi tupokee salamu za Baba Askofu kwa makofi matatu ya kutosha yaliyojaa: moja, mbili, tatu!